Hatimaye, tupo bize ya Nay wa Mitego imeamua kupindua meza ya trending ya Tanzania sasa hivi kwenye muziki wa YouTube baada ya kukamata nambari moja kwenye trending music. Na unakumbuka jana, wakati Nay wa Mitego alikuwa anawashukuru wa Tanzania kwa kumpa fursa kukaa kwenye nambari mbili ya trending baada ya Marioo kukamata nambari moja, alikuwa amesema kwamba anaamini kabisa kwamba hii ngoma itapanda mpaka ifike nambari moja kwenye trending, na of course imefanyika hivyo bwana. Ngoma ya kwanza ambayo ilikuwa kwenye trending ilikuwa ni Olua ya uh, Marioo, lakini sasa hivi unaambia kwamba meza imepinduka, na juu nambari moja bana imesimama ngoma ya Nay wa Mitego ambayo inajulikana kama tupo busy, na ndio ipo kwenye trending nambari moja. Na Nay wa Mitego alikuwa ameshea screenshot ya video hiyo ikionyesha video wakati na share bana alikuwa ni yupo kwenye uh, nafasi ya ngapi, na nafasi ya kwanza, lakini pia viusi mshikaji kama alikuwa amekula za kutosha tu. Sasa hapo chini akawa ameshare video uh, screenshot ya video hiyo na pale chini akasindikiza na caption, ili kuenda kama kuappreciate na kuwashukuru Watanzania kwa kumpa fursa kuketi kwenye trending nambari 1, akaandika hivi: Watanzania wa sasa sio watu wa kuchezea, wana maamuzi, wana misimamo na umoja. Yani, mlisema huu wimbo wenu lazima ukae namba moja on trending bila kutumia marobot na kuweka emoji za kucheka. Na kwa sasa kweli tupo busy, ni wimbo namba moja Tanzania. Asanteni sana, somo linaendelea kuwaingia wale jamaa zetu. haya na tuite atuitafute milioni views ndani ya siku saba. Tupo busy link on my bio. Ehe, ndio kitu ambacho mbacho alikuwa amekaandika Nay wa Mitego kupitia Instagram ya kwake hapa anasema kwamba Watanzania walimwahidi kwamba ngoma hiyo wakati ilikuwa imekamata nambari mbili kwenye trending, wakamwahidi kwamba lazima watafanya juhudi za kila aina ngoma iweze kuketi kwenye trending ya nambari moja, na sasa hivi anawashukuru Tanzania kutokana kwamba ngoma tayari imeshafika nambari moja. Hiyo. Sasa amesema kwamba eh, kitu chote ambacho anahitaji kutoka kwa Tanzania sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanamfikisha viewers milioni moja ndani ya siku saba. Kitu ambacho binafsi naamini kwamba kitawezekana kutokana na nguvu ambayo Tanzania na love ambayo Tanzania wanazidi kumonyesha na Nay wa Mitego kupitia viewers na kupitia support yao, comments na vitu kama hivyo kwenye mtandao wa YouTube. Wewe unaamini kwamba Nay wa Mitego atakaa kwenye trending nambari moja kwa muda gani? Nipe maoni yako pale chini kwenye eneo la comment.